sham sana askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam Yuda Tadeu Ruwa'ichi. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na uweza wake hadi tumeweza kuifikia siku hii ya leo, siku ambayo sisi wana Magomeni tumekuwa tukiingojea kwa hamu na shauku kubwa. Pili, napenda kukushukuru wewe askofu wetu mkuu Mwasham sana kwa upendo na ukarimu wako wa kukubali kuja kwetu tena katika safari hii ili ubariki sehemu ya eneo la mradi ambayo tumekamilisha na sasa tuko tayari kuanza kutumia kibiashara. Nakumbuka miezi miwili iliyopita ilikuwa tarehe mbili ya mwezi wa nane mwaka huu ulikuja hapa kwetu kutuwekea jiwe la msingi na ulitupa baraka zako kwa ajili ya ujenzi huu. Ni vyema tukiri ukweli kuwa chanzo chetu kikuu cha kupata fedha ni michango kutoka kwa waumini na wasamaria wema. Hata hivyo, akiba ya ujenzi kwa sasa imepungua na hatuwezi kwenda kwa kasi tuliyokuwa nayo mwanzo. Hivyo basi, kwa awamu zijazo za uchangiaji zitaendelea kutegemea waumini na, wa, na wasamaria wema na kodi za wapangaji wetu, ambao leo unalibariki eneo hili, eneo tunalolikamilisha na eneo lililobaki. Katika eneo hili tumeweza kupata jumla za mita za mraba 880 ambazo ndizo hasa zimepangishwa, na tumeweza kujenga maduka au ofisi kubwa saba, na mpaka sasa thamani ya mradi kuanzia tulipoanza imefika milioni 600 milioni 696 350 na na shilingi 183 kufikia sasa, utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mradi mradi kwa ujumla imefikia asilimia 60. Sehemu iliyobaki ni sehemu ya ukumbi na mezanine, ambayo makadirio yake kukamilisha kazi hiyo inafikia shilingi milioni 400 za Kitanzania. Kwa sasa waumini tumejikita katika tegemeza jimbo, tukifahamu fika majukumu makubwa Baba ulionayo katika kuendeleza na kushughulikia yale makundi maalum yenye uhitaji maalum. Hivyo basi, kama waumini tupo katika kipindi cha kufuatilia kwa makini, kuchanga na kuombea, ili tuweze kukamilisha zoezi la tegemeza jimbo na mwezi wa kumi na mbili Mungu akitujalia na kwa mipango ambayo tumeipanga tunategemea tutaanza awamu nyingine. Kwa mantiki hiyo, kama shilingi za Kitanzania milioni mia nne zitapatikana kwa muda mwafaka na hamna mabadiliko katika hali ya uchumi, makadirio ya gharama za mradi yanaweza kufikia shilingi bilioni moja na elfu hamsini ambazo bado ziko ndani ya bajeti ambayo tumekuwa tukijipangia, na hili naomba niwapongeze sana sana wanakamati na washauri wetu, kwa kuwa mpaka sasa hivi bado tunatembea vizuri katika bajeti yetu. Umbe kila kitu kina zama zake naomba niseme kwa msisitizo kwamba haya mliyoyatekeleza na yanayoendelea kutekelezwa yana chimbuko lake. Mmeweza kutekeleza mradi huu kwa misingi ifuatayo. Kwanza, kwa kuwa watu wenye imani bila imani hamgefurukuta. Pili, mmeweza mkatekeleza mradi huu kwa kuwa watu wenye umoja na mshikamano. Kwa hilo nawapongeza. Tatu, mmeweza kutekeleza mradi huu kwa kuwa na udhubutu. Usipo thubutu, utapata mawazo mengi lakini utayatafsiri kwenye vitendo. Nawapongeza pia ne, kwa uthubutu wenu mmeweza kutekeleza mradi huu kwa kuthubutu kujaribu kuanza, lakini pia kwa kuwa na moyo wa majitoleo kwa kuipenda na kuimiliki parokia yenu. Hii ni parokia kongwe, na kama parokia kongwe haikuanzishwa na sisi watitu, ilianzishwa na wamisionari kutoka Ulaya. Nadhani mmoja wa mapadri wa kwanza kwanza hapa aliitwa Padre Oswin Bauman Mkapuchini. Wakati ule mlengeweza mkategemea misaada kutoka Uswisi ili kuiendeleza parokia hii na jimbo hili, lakini sasa mmekomaa lakini sasa mmepata upeo, mnajua kwamba mhimili wa kanisa letu ni sisi wenyewe, au kama wanavyosema watani wangu, mhimili wa kanisa letu ni fifihivi. Kama mnawajua wapongeze <todicare> Sasa pamoja na kuwapongeza, ninapenda kuwaombea na kuwaasa mwendelee kudumisha tunu hizo zilizo njema, mwendelee kuinjilisha kwa vitendo, mwendelee kumtogoza Mungu kwa mipango bayana na pia kwa utayari wa kuitekeleza hiyo mipango kwa uthubutu wa hali ya juu. Napenda nimpongeze Padre paroko wenu Nyumayo kwa kushirikiana na kamati tendaji kwa kushirikiana na kamati ya mipango na maendeleo na kuanzisha mradi huu. Ongeleni sana. Napenda niwashukuru wote waliochangia kwa namna yoyote ile kufanya mradi huu utekelezeke. Kwa namna ya pekee, pamoja nanyi na kwa niaba yenu na namshukuru sana injinia Andrew kutoka parokia ya Mivumoni ambayo sasa imekatiwa kule Bagamoyo. Yeye sio mgeni katika kazi zetu. Miaka michache iliyopita, tulishirikiana naye katika kujenga nyumba ya maaskofu kule Mivumoni ni nyumba ambayo huwa inamezewa mate na wengi na wengi wanaenda kutazama na kusema huyu mzungu aliyejenga jengo hili anatoka nchi gani? Kumbe mzungu wetu ni engineer Andrew. ninakupongeza na, na kuomba endelee kuwa mtendaji mzuri. Uzitende kazi zinazolienzi na kuliendeleza kanisa la Tanzania na taifa letu. Kwenu nyote, hongereni tena na Mungu abariki na kulinda shughuli hii asanteni.